Naam, um, uh, tunaendelea. Karibu tena. Hii ni Morning Trumpet, na kama tulivyokujuza uh, hivi karibuni katika tukio la kushangaza katika ofisi maarufu uh, nchini Marekani ndani ya ikulu ya Marekani inajulikana uh, kama the Oval Office, ilitokea malumbano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na makamu wake wa rais dhidi ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye ali Eh, kuwepo hapo eh, kwa ajili ya eh, mazungumzo na kubwa zaidi ni namna gani ambavyo Marekani na Ukrain zinashirikiana kumaliza vita ambayo inaendelea kati ya Urusi na Ukrain, na moja kati ya eh, mapendekezo ama mambo ambayo ameyaweka mezani Trump ni Marekani kuchimba eh, sehemu ya madini kule Ukrain kama fidia ya fedha ambazo Marekani imekuwa ikizitoa kwa Ukrain kukabili Urusi na e, sambamba na dili hilo inaonekana mazungumzo haya ya kwenda vizuri na hivyo basi e, bado haijajulikana mustakabali e, wa, wa, wa nchi hizi mbili itakavyokuwa. Pengine tutafahamu e, kwa sababu hapa tayari tunao wachambuzi na watatuambia kwa kina, na muda mfupi kutoka sasa, rais wa Marekani Donald Trump atalihutubia bunge la Congress kuzungumzia hali ya nchi e, ama kwa Kiingereza unaita state of the nation. E, kwa pengine moja kati ya vitu ambavyo vitazungumzwa, ambavyo vinatarajiwa kuzungumzwa ni nini ambacho kinaendelea hivi sasa kati ya Marekani na Ukraine. Lakini hebu tu pate recap ama tujikumbushe kidogo kilichotokea na Abdushakur, e, kwa, kwa, kwa, sababu wewe pia umekuwa mwandishi wa habari wa muda mrefu e, kwanza nikukaribishe, lakini pia nimkaribishe Lukman Maloto kwa mara nyingine tena. Yes, yes, yes. E, karibu sana Lukman. E, ni mchambuzi wa masuala ya ya siasa Abdu Shakur, nilitaka kujua kwa uzoefu wako na kwa namna ambavyo umefuatilia tukio ambalo limetokea hivi karibuni the Oval Office ama ofisi ya rais wa Marekani, ni tukio la kawaida, limewahi kutokea? Asante uh, sana. Ni tukio ambalo halijawahi kutokea na itakuwa ni historia katika siasa za Marekani kwamba mm, tukio kama hilo limetokea katika ikulu, halijawahi kutokea hata mara moja. Kawaida katika ikulu pale, mgeni kama huyo akifika, huwa anachukua dakika tano sita kuwajulisha waandishi wa habari, viongozi wale wanarudi ndani, wanazungumza na baadaye wanakuja kuzungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari lakini tangu Trump kuingia Januari tumemwona alipomwalika Netanyahu akamwalika mfalme wa Jordan Macron na waziri mkuu wa Uingereza amekuwa akiwakaribisha lakini anazungumza na waandishi wa habari kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni tukio ambalo halijawahi kutokea vile vile, kwa hivyo inachukua muda mrefu, na hivyo mambo kama haya yameweza kutokea. Maanake tuliona katika alipokutana na Jordan, mfalme wa Jordan Abdullah, aliposema kwamba Gaza nitaichukua kuiweka kuwa chini ya Marekani, Jordan mfalme Abdullah hakuweza kujibu, maanake alikuwa anaonyesha heshima kidogo. Macron alikuja akajaribu kumrekebisha. Kwa hivyo ni tukio ambalo halijawahi kutokea. Zelensky, sasa tumeona ugomvi uliotokea hadharani. Makamu rais mwanzo Vance alijaribu kutuliza, lakini Trump akasema mi nataka tuzungumze hapa hapa. Kwa hivyo ni jambo ambalo litabaki katika historia kwamba limetokea hapo. Mm, na kilichotokea ni kwamba kilitarajiwa ama pengine Washington inajutia, ina, ina, ina inaonekana kujutia kwa kilichotokea. Kwa hakika haikutarajiwa. Kwa hakika kuna mvutano mpaka hivi sasa maafisa hmm, e, wa Ikulu wanasema kwamba Trump anataka Zelensky aombe radhi kwamba amefanya makosa. Wengine wanasema la, hiyo imeshapita. Vance amezungumza jana katika Fox na akasema kwamba hayo mambo ni ya kusikitisha, imetokea tuendelee mbele. Kwa hivyo mm, kuna hali hizo mbili, kwamba Vance amesema tuendelee mbele. Maafisa wake anasema Trump anataka uh, radhi, lakini wengine wanasema no, hataki radhi, anataka bora atie saini mkataba. Haijulikani, lakini tunasubiri kuona, kama walivyosema hapo mwanzoni Huenda tukajua leo usiku atakapotoa hotuba mm. mbele ya mabaraza mawili ya bunge mm -hmm. Lukman, no. Eh, labda lab, lab, kwa, kwa jicho la kiuchambuzi kilichotokea kimeleta kime taswira gani? Maanake ni kama wengi tumeshangaa na kuna wengine pia walifikiri wali kama movie hivi yani, wengine wakafikiri, kuna wakati fulani pia mwenyewe niliposti, kuna mtu akawa ananiambia ah, hiyo itakuwa AI mm. Yani hawakuamini kile walichokuwa walichokua mm. nakiona hawakuamini yeah, lakini mimi na nakumbuka wakati wakati Trump akiwa rais anaongoza muhula wake wa kwanza mm. uh, Barack Obama ambaye uh, ni mtangulizi wa, wa Trump wakati ule alisema kwamba uh, Trump anaongoza nchi kama vile ni reali, anafanya reality show mm. uh, kwa sababu kama anafanya mchezo wa kuigiza hivi wa television mm. Na, na hiki ndicho ambacho kinaendelea kuonekana, kwahiyo kwa, kwa sababu Trump ye mwenyewe amekuwa akifanya aki majukumu serious kama vile anafanya maigizo. Ndio maana utaona, mimi nilikuwa naangalia hata namna ambavyo, uh, alichokiongea jana kuzungumzia hotuba ambayo atakayotoa leo hmm. Unaona kwamba ni mtu anayefanya kama vile ni mtu wa entertainment, mtu wa burudani anatoa teaser hmm. Wana kesho nitafanya show kali sana hey. Umeona yani, kesho <laughs> nitafanya yani, msikose hey. <laughs> <laughs> Yani huyo ndio Donald Trump hey. Sasa kwa hiyo, ka, katika hali ya kawaida uh, mimi sijashangaa si, si sana yeah. Lakini kiukweli uh, ni kwa sababu ya hulka za Trump huwezi kushangaa yeah. lakini Uh, kimsingi ki, mimi nadhani uh, wa Trump wanafikiri uh, anafikiri kwamba uh, kuwa rais wa Marekani yani unakuwa rais wa, wa, wa, wa dunia nzima, ndicho ambacho anajaribu kukionyesha, na katika hali ya kawaida uh, usingeweza kutarajia hmm, kwamba Zelensky afike pale mare, afike pale ashuhudie unyie mnaanza kumbuli e. Yani, mnachomfanyia ni kama mnajaribu kumfanya yani yeye aonekane ya kwamba yani ni mtu, ni mtu wa ovyo tu yani e. yani, yani, yani, yani, yani anacho sio kiongozi kama vile nyie kwa e. sababu nyie hucho ni viongozi mmekutana pale kikawaida, viongozi mnapaswa, mna, mnapaswa kuwa na mazungumzo yenu mm. ya faragha na, na, na katika mazungumzo hayo mnakuwa na kitu ambacho mnataka sasa kukiwasilisha kwenye vyombo vya habari uh, mnaita komunike sasa nini hamja hamjazungumza nataka tu mfanye mazungumzo hayo wazi. Mm. Alafu mwishoni kule Trump anasema kwamba uh, nilitaka wananchi wa, wa, watu wa Marekani waone andomaana Mm -hmm. Nimeacha mambo nimeacha vyombo vya habari vishuhudia mazungumzo. Yani utafikiri kama kafanya vizuri. Unajua tatizo la Trump huwa hajui hata kama kaharibu hilo lingine ambalo tunalishuhudia mm. yani hata kiaribu huwa anaona kama kafanya sawa sawa. Mm. kwa sababu kilichoonekana pale ni kwamba yeye ukiangalia, pro, ukiangalia approach in, namna ukimwangalia uki makamu wake Vance na yeye mwenyewe Trump, the way ambavyo walivyokuwa wamembananisha uh, Zelensky, unaweza kupata taswira nyingi, lakini lakini watatu kwa, kwa, kwa mm. kwa, kwa, unaona kwamba ana kitu ambacho ni kisasi Uh, kwa, kwa Zelensky mm. na, na, na hiyo unaikuja kuipata kwenye wamezunguka mwisho, Vensi anamwambia alafu wewe ulikuja kufanya kampeni Pennsylvania, ukamfanyia mpinza, kampeni mpinzani Ae. Lakini unaona dhe ambavyo walivokuwa wakizunguka watamwongelea Biden um, watamwongelea Obama kwa unapata picha kwamba yeye bado ana, ana, ana, anaishi kwenye chuki. Huwezi kuwa rais, alafu wewe unataka una, kuwa una mapambano na watu yes. ambao labda ni wapinzani wako ndiyo, uchaguzi ndiyo. Umeisha ongoza nchi, achana na mambo ya kampeni za kisiasa, hilo mm. moja. Lakini la pili lakin likuwa... hapo kuhusiana na hayo mabishano, hebu tuone kidogo tu eh, ili, ili watu wa, wa, waweze kuona kile ambacho unakizungumza mm. eh, kwa kukumbusha tu jinsi ambavyo vilikuwa

Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're You're not not winning. winning this. I... You have a damn we, good chance of of coming out okay because of us. Mr. President. Eh, kwa ndugu zangu kule Umasai nakwambia hii ni maajabu. Maajabua, haikuwa bahati mbaya kwa wao kufanya hivi. JD Vance pamoja na Rais Trump. Yeah, mimi mtazamo ambao mimi nana, ni kweli kwamba haikuwa bahati mbaya. Mimi naamini kwamba walikuwa kwa sababu walikuwa wana mkakati wao hmm, uh, wa kwamba wanataka kusaini dili la madini, la, la madini. Hmm. Kwa hiyo wao walitaka wa, wa intimidate wamtengenezee mazingira ya kumwonyesha kwamba uh, wewe hauna chochote hapa zaidi ya kututegemea sisi, hmm. na hayo si unayapata, unayapata kwenye, kwenye mazungumzo yao wao wenyewe kwamba Vance yeye alichokuwa anafanya ni, kum, ni, ni, kum, ni kumshinikiza, uh, kumshinikiza nani Zelensky, hmm. kuona kwamba Trump ndo mkombozi yani, Zelenski mwenyewe haoni kwamba Trump ameshafanya chochote, alafu yeye anamshinikiza kwamba hata ujasema, hata kusema tu asante mm -hmm. Umeona wakati rahisi uh, rais ndo anafanya, ndo anakuja na diplomasia ya hali ya juu ya kuweza kumaliza huu mgogoro. Zelenski anauliza sasa, diplomasia ya aina gani? Kwa sababu huyu Trump sio kwamba ni mgeni na nafikiri mjadala ule yani mambo yalianzia hapo kwamba Trump alikuwepo kati ya mwaka elfu mbili kumi na saba mpaka elfu mbili na ishirini na moja yeah. na nana na, na, na, na, na mambo ya, ya Ukraine yameanza tangu elfu mbili kumi na nne hmm. kabla ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hmm. alikufanya ule uvamizi hmm. kamili kwa kipindi chote hicho kulikuwa kuna mikataba alimwambia, mm. kwamba hata mwaka 2019 ulisaini na nani na nani nani, uh, Putin alisaini na wewe pia ulisaini mm. na yeye na mm. nani nani yeah. Zelensky alisaini Macron alisaini, umeona yeah. na Merkel wakati ule akiwa akiwa akiwa kansela wa Ujerumani alisaini. Lakini nini ambacho kili kili nani kili, kili, kili, kili, kilisimama mm. uh, Putin ameendelea kuwa ni yule yule na hajatekeleza lolote lile. Sasa mtu anakwambia kwamba mimi sio tati, sina tatizo hapo. Tatizo langu ni kwamba tupate angalau uhakika mm -hmm. kwamba je, sasa hivi tukisaini hayatajirudia tena. wewe mm -hmm. unataka kumkandamiza na nono, wewe kubali kwanza kusitisha mapigano alafu makubaliano atakuja baadaye. Naam, mm -hmm. no. Abdul Shakur mm -hmm. baada ya hapo Ukraine na kupitia Zelensky rais wake ni kama amegeukia Ulaya sasa kwa matumaini ya kupata msaada zaidi huko. Lakini baada ya mazungumzo hayo, ni mjadala wa namna gani ambao umesalia hapo Marekani? Kwa sababu tumeona baadhi ya mataifa wakiwa upande wa Ukrain, wengine pia uh, kwa Marekani wapinzani wengi hapa Marekani na watu wengi kwa ujumla wanaona kwamba Trump anaibadilisha sera za Marekani kuelekea upande ambapo wanasema haijapata kuwa kuwa upande wa adui, kwa sababu anaungana mkono na Rusia. Lakini ukiangalia baada ya hapa kitu kilichotokea Yani, nchi za Ulaya vilevile zimekasirika kwa sababu kwa miaka yote tangu kuundwa kwa Umoja Mataifa, nchi za Ulaya Magharibi zilikuwa daima adui wa nchi za Ulaya Mashariki, na nchi za Mashariki ikiwa ni Russia na China. Sasa wanahisi kwamba Marekani chini ya Trump anabadilisha hali hiyo, anakwenda kwa yule mtu ambaye ameivamia Russia au Ukraine, ingawa maafisa wake wanakanusha jambo hilo. Kwa hivyo hivi sasa matokeo ya haya ni kwamba imewasababisha viongozi wa, wa Ulaya kuungana pamoja na kuwa na nguvu zaidi kuona kwamba hivi sasa wako peke yao. Ndio tukaona kwamba kulikuwa na mkutano siku ya Jumapili ambapo viongozi wote walikuja wakamuunga mkono uh, Zelenski, ingawa tangu vita kuanza wote Marekani, Kanada, mm-hmm. na Ulaya walikuwa wakimuunga mkono Zelenski. Nchi za Ulaya wameongeza msaada kwa Zelenski na Ukraine kuona kwamba lazima wasaidie wakiwa na hofu kwamba huenda Marekani ikajiondoa na ikito, imetokea kwamba jana Rais Trump amezuia karibu dola bilioni moja ya vifaa vya silaha kwenda Ukraine. Imewashtusha watu vilevile kwa sababu amezuia misaada hiyo. Amesema mpaka aweze kufikia makubaliano au Zelenski abadilishe mawazo. Kwa hivyo nchi za Ulaya hivi sasa wamechukua mm. hatua ya kuimarisha usalama wao kuimarisha uzalishaji wa silaha na wameongeza matumizi yao ya silaha na ulinzi, kwa sababu wanahisi kwamba hivi sasa wanabidi kuwa peke yao mm -hmm, bila ya Marekani, lakini juhudi zinaendelea hivi sasa kuwajaribu kuwarudisha pamoja Zelensky na Trump. mm -hmm. mm -hmm. sawa sawa. so, so. Uh, mwanzoni ulikuwa wanazungumza kwamba walivyokuwa wanaongea wana ni kama movie hivi mm -hmm na, na kujaribu ku, kuangalia historia uh, yao wote ni watu wa TV yani mm. wote ni TV personalities mm. uh, Trump amekuwa mtu wa TV kwa miaka mingi kabla yajawa rais mm. lakini Zelenski amekuwa pia TV personality kwa maana ya amekuwa mm. mwigizaji mchekeshaji mm. mm. na ametokea kwenye komedi akawa rais mm. <laughs> wa Ukrain mm. uh, kilichotokea pale iliku, ilikuwaje wao wenyewe wakashindwa kujidhibiti yani kwamba E, wa, waka, na wanajua nguvu ya, ya, ya vyombo vya habari, wanajua nguvu ya TV, pale vyombo vya habari vilikuwa live, wao wenyewe tu wawili ilikuwaje, wakashindwa ku, kujua madhara ya kile ambacho walikuwa wanakifanya, uh, alafu hapa usi, usi, ukizungumza hivyo utakuwa kama unataka kumuonea Zelensky, hmm. kwa sababu yeye hakupanga, aliyepanga ndio unatakiwa ujiulize kwamba yeye alitegemea nini. Unajua kikawaida uh, kwa mfano Zelensky ameenda Marekani, ameingia ameingia White House mmempeleka mpaka ofisi binafsi ya rais, the Oval. Anafika pale mna, mnaweka na vyombo vya habari tena mnatamba vyombo vya habari vya Marekani alafu mnamzunguka mnaanza kumsimanga huyu, <laughs> ni rais ambaye ni kiongozi wa nchi na, na, na, na anatakiwa kuonyesha kwamba kiongozi wa nchi ni alama ya nchi. Kwa hiyo endapo rais atakubali kudhalilishwa waziwazi wazi, bila kujitetea, maana yake anaikosea anayishu, anaishusha hadhi nchi yake nzima. Kwa hiyo hmm, ilikuwa ni wajibu wa nani? Wa Zelensky kusimama kama kiongozi. Kwa pamoja na yote, pamoja na yote, ndio maana kuna sehemu alikuwa anawaambia kwamba basi waulizeni wananchi, wananchi, wa, wananchi wananchi wetu Ukraine, au ilikuwa ni Vance mm, kwamba anazungumzia vitu ambavyo sasa, kwamba anaambiwa kwamba matatizo haya mm, basi ungekuja hata mara moja Ukraine mm, ili ushuhudie hayo ambayo unayazungumza una, una yeah. Uh, tatizo lilikuwa ni, ni, ni Trump kwamba pengine wa, mm, walikuwa wana hesabu ambazo zilikuwa ni mbaya walidhani kwamba watakapokuwa wanamintimidate wana au wanambuli uh, uh, Zelenski, hmm. wangemfanya Zelenski lakini laki, iliona hawe, hawe kama alikuja vizuri akapokelewa vizuri hmm. mazungumzo mwanzoni mazungu yakawa yameenda vizuri. shida hmm. ilipoanzia kwa sababu alikuwa anafuatilia hmm. pale ambapo kuna kitu aliongea JD Vance hmm. kuhusiana na mambo ya diplomasia yeah. Zelenski akamwambia, naomba nikuulize swali. hmm. pale ndio E, yeah. Mivutano ilipoanzia, lakini yes. Mwanzoni wakati mazungumzo yanaanza haikutarajiwa hai na haikuonekana kama mm. pengine mbeleni kungekuwa na ugomvi, ukiangalia vizuri kwamba ile ule ulikuwa ni mkakati wao, yani mm. ukiangalia mazungumzo yalivyokuwa ni kwamba ulikuwa ni mkakati kabisa wananii wa, wa, wa, wa, wa Trump na, na Vance mm. kumprovoke nani uh, Zelensky na ndio maana alipokuwa anazungumza kwamba uh, mgogoro ulianza pale ambapo alikuwa anataka kumwonyesha, kwa sababu anaanza anamwambia kwamba miaka minne walikuwa wana, walikuwa na, na, na Biden mm. Uh, Biden akazungumza aka na vyombo vya habari akawa anazungumza vibaya kuhusu Putin, ndio Putin akaivamia nini akaivamia Ukraine sio? mm. Kwa hiyo anataka kuitengeneza kwamba ule mgogoro ni ulikuwa ni kati ya, ya, ya, ya Biden na na na na na yeye mwenyewe Zelensky kum kumprovoke nani Putin mm. Sasa Zelensky nao anakuja na an, anafafanua mm. kwamba mambo mbona yameanza tangu mwaka 2014 mm. Sio issue ya Biden, hata hata Obama alikuwepo, na, na Trump pia alikuwepo, umeona, na katika kipindi chote hicho nani nani Putin ameendelea kufanya yale aliyokuwa anayafanya. Sasa kwa hiyo alikuwa nani kwa na, na maana baadaye nani Putin nani Trump aliuliza akasema elfu mbili kumi na tano akasema elfu mbili kumi na nne mimi mm. sikuwepo <laughs> sure. meshaona Zelenski mm. akaendelea kumsisitiza kwamba kipindi kati ya mwaka elfu mbili kumi na nne mpaka ishirini na mbili it means kati ya mwaka elfu mbili kumi na saba ambao Trump ameingia ofisini mpaka elfu mbili na ishirini na moja Trump amekuwepo sehemu, amekuwepo Marekani na, na, na, na hakuwahi kumzuia kumdhibiti na akamwelezea kwamba kuhusiana na namna ambavyo mikataba imesainiwa mm. ya kubadilishana na wafungwa mikataba ya nani ya, ya, ya, ya, ya, ya kusitisha mapigano mm. imesainiwa kipindi chote hicho, yeah. na Trump pia alihusika, akamwambia elfu mbili kumi na tisa ulihusika, umeona. Sasa kitu kilichopo ni kwamba Trump hataki kuambiwa kwamba na wewe pia ni sehemu ya tatizo mm -hmm. Trump anataka kuonekana kwamba yani mimi mimi, mimi Putin ndo anayeniheshimu mm. Putin hakumheshimu Obushi, Putin hamuheshimu Obama, hawezi kumuheshimu Biden, ananiheshimu ya mimi, umeona kwa hiyo, yaani mimi tukikubaliana hapa Putin ata, ata atanani atasitisha tu mapigano mm. Sasa hiyo mimi nafikiri sio, sio, sio, sio tabia za kiuongozi. Kwa hiyo tatizo ta, ta, kubwa zaidi ambalo lipo wazi ni kwamba um, uh, Marekani wana wan, rais ambaye hana, hana hulka za kiuongozi na ndio matokeo ambayo tunayaona. Na uzuri kama nilivyosema mwanzoni, mimi sikuwa na nitashangaa ni, ni kama, kama alishafanya matukio mengi huko nyuma, sio maana Obama akasema anafanya reality show. Na hata wakati nani Trump anashinda umuhula wa ambao umeanza Januari 20, tayari kulikuwa kuna matamko ya, ya Ulaya viongozi mbalimbali kuonyesha kwamba tayari kuna, kuna sura tofauti ya Marekani itakuja kwa sababu wanamfahamu Trump wa elfu mbili kumi na saba mpaka elfu mbili na ishirini na moja na wanamfahamu pia namna gani ambavyo amekuwa na, na, na chuki nyingi na visasi ambavyo wanakuja kuingia navyo kipindi hiki. Kwa hiyo Trump uh, kusema kwamba kusema kwamba labda angeweza kufanya, kufanya kwa ubora zaidi ya pale, hapana kwa sababu yeye anafanya kama maigizo na ataendelea kufanya kama maigizo, na kwa sababu yeye hataki, hataki ustawi wa, wa, wa Marekani na dunia. Anataka kuonekana kama yeye la, anaonekana anaonekana ni mm. nationalist, yani mtu ambaye anaiangalia Marekani kwanza, ndio maana taim mwenyewe anasema kwamba kila kitu anakiangalia kwa jicho nimi, la kibiashara ni, ni kuambia kitu kimoja o, na, na hata kampeni yake na falsafa yake ni kuifanya Marekani kuwa kubwa mm -hmm. na ndio maana mi nasema, kuna kitu ambacho na ndio maana sasa hivi ukiangalia, anayewini anayeshinda sasa hivi ni China katika hii mgogoro Ukrain hii Urusi, yani Marekani, kwa sababu China anashinda kupitia hii mamlaka laini soft power. dunia mm. sasa hivi huwezi kuwa unataka kutumia mabavu kama ambavyo Trump anataka kufanya. Manake unajua kuna mazingira mengine uh, mabavu lakini sijui kama ni lugha sahihi sana pia, kama ni kwa mfano nani, Zelensky yeye alikuwa anaona kama kuna utapeli kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, dili la, la, la madini kwa sababu unamwambia unatakaje, mtu asaini, alafu unampa maneno matupu. Mm. na Anataka, anataka umwhakikishie we. Unamwambia we, we, kubali we, tu kwanza ma, ni kusitisha mapigano mm, alafu sisi tuende mbele, kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu mimi Trump na nani Putin ananiheshimu zaidi mimi. Sasa wewe umeshakuiona wapi hiyo mm? kwa sababu unajua unaongea una, una, una naye pale, ni kiongozi wa nchi ambaye amepitia mambo mengi magumu mazito katika katika uongozi wake kuliko wewe Trump. Umeona wewe Trump haujawai kuonja mateso ya vita mm. kama ambayo amba Zelenski ameyapitia mm. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ni Marekani hao hao walimwofa Zelenski makazi ma, ma, ma Marekani ili aondoke Ukraini, anajua atauawa. Zelenski alikataa akasaa mimi niko hapa, nitakufa nita pamoja na wananchi wangu. Anajua kwa, kwa vitu vingi sana Abdushakur. Okay, uh, <laughs> unaona wapi mwelekeo wa vita na mahusiano pia kati ya Marekani na Ukraine baada ya kukutana kwao? Nafikiri kilichotokea hivi sasa ni juhudi za nchi za Ulaya zinajaribu kuona kwamba Zelensky na Trump wanakubaliana, mkataba wa madini huenda ukatiwa saini kwa sababu ni muhimu sana Marekani kuwa ni mshirika uh, kujibu uswala moja kwamba Zelensky anataka usalama. Vance na Trump wanasema kwamba tukitia saini madini, sisi tunakwenda kuchimba sahizi, inakuwa ni maslahi yetu. Kwa hivyo hiyo ni usalama kabisa. Zele, uh, Russia hawezi kuja kutushambulia sisi tukiwa tunafanya kazi ndani ya Ukrain kuchukua madini. Kwa hivyo wao wanachukulia kwamba mkataba huo ni wa usalama lakini Zelenski haoni kitu kama hicho. Kwa hivyo kinachotokea hivi sasa uh, uh, waziri mkuu wa Uingereza ametoa mpango wake wa amani wa kusitisha mapigano. Rais wa Ufaransa vilevile kwa niaba ya umoja wa Ulaya wanao mpango wao, na watu wanasahau kwamba rais wa Uturuki Erdogan ni mmoja kati ya wa, wa viongozi wa kwanza waliokuwa wakipendekeza makubaliano Erdogan anasikilizana vizuri na Zelenski, anasikilizana vizuri na Putin. Kwa hivyo, inaonekana kuna haja ya kusitisha mapigano. Kwa hivyo, jambo la kwanza ni kujaribu kurudisha uhusiano kati ya Zelenski na Trump, halafu kuona na mkataba wa madini labda unaweza kufanyiwa kazi. Lakini vilevile Ufaransa iko katika mazungumzo na Ukrain katika mkataba wa madini vilevile vile. Kwa hivyo kuna ushindani mkubwa. Madini haya nyeti ya nyeti yanayopatikana huko Ukraine ni muhimu sana kwa sababu ya nishati mbadala. Kwa hivyo ni vita vya madini na rasia vilevile kuchukua Donbass. Donbass inasemekana ni eneo lenye utajiri mkubwa wa lithium. Lithium ambayo inatumiwa katika betri za magari na umeme wa nishati ya jua, kwa hivyo ni mambo ambayo yanaonekana muhimu sana lakini, kitu cha kuchekesha au cha ajabu ni kwamba baada ya kusambaratika kwa Urusi, haijulikani ni kiwango gani cha madini kilichoko hapo. Kwa hivyo watu wanapigania kitu ambacho hawana uhakika ni kiwango gani, lakini kwa vyovyote vile, ulivyosema kwamba kuendelea mbele ni hizo hatua nilosema kwamba lazima patakuwa na upatanishi. Kuna haja ya kusitisha vita, kwa sababu Trump amesema fedha nyingi zinapoteza na watu wengi wanakufa bure. Kwa hivyo kuna haja bila kuzuia hiyo vita, itakuwa ni hasara kubwa sana. Mm -hmm. Mkataba huo ambao umeingia wa, wa madini unaelezwa unaweza ukapunguza uh, zile athari ambazo zinajitokeza kwa kiasi kikubwa, lakini vipi kuhusiana na kumaliza kabisa mzozo huo? hilo ndio swala ambalo Zelensky anataka, na nchi za Ulaya wanataka vita kusitishwa kabisa. Wanataka kuhakikisha kwamba Putin harudi tena yale aliyokuwa akifanya, kama mlikuwa mkizungumza hapo toka elfu mbili kumi na nne. Zelensky vilevile anataka ardhi zote zirudishwe. Kwa hivyo kitu kilichokuwa hapa ni namna ya majadiliano yanaweza kufanyika, itabidi iende hatua kwa hatua, lakini mtu anaona kwamba pande zote hasa Russia labda haijulikani vizuri, lakini kila mtu anataka vita vimalizike na viwe makubaliano ya kusitisha vita kwa kudumu, kuweza kuleta amani moja kwa moja kati ya Ukraine na Russia. Russia aeleze madai yake, kwa nini anakataa kuondoka kule Ukraine, na inafahamika kwamba hataki NATO iwe karibu au iingie katika ardhi ya Ukraine kwa sababu imeona kwamba maeneo au nchi ambazo zilikuwa upande wa mashariki zote sasa zinakwenda upande wa magharibi. Kwa hivyo anaogopa kwamba atakosa ushawishi wake katika nchi hizo. Kwa hivyo mazungumzo haya yote yatabidi kuzungumzwa na kuhakikisha kwamba anaamini mambo yanayosemwa na nchi za magharibi, na nchi za magharibi waamini zile Putin anasema. Kwa hivyo ni mazungumzo marefu ambayo yanabidi kufanyika. Lukman, katika hilo hilo Ukraine kuna maeneo yake ambayo Urusi inayo na katika majadiliano hayo, hata Trump alimwambia we utaki kumaliza vita mm, lakini Ukrain akawa anamwambia bado maeneo ambayo mm, uh, ya kwao wanayataka mm, yarejee. Yeah, unaona katika hali kama hiyo uh, mm, ni mazingira gani ambayo yanaweza uh, kusaidia kumaliza mzozo huo? Ya, ni mazungumzo ambayo, ni mazungumzo kamili sio mazungumzo nusu nusu, yani mazungumzo ambayo yanazungumzia maudhui yaani kama yanazungumzia kama kuna kama Crimea kwa nini kwa nini isirudi Ukraine? Na na mambo yote lazima yazungumzwe ya baadaye, lakini pia lazima kuchimba kwa nini kulikuwa kuna uvamizi. Umeona, na na kuona kwamba je baada ya mazungumzo hayo, kile ambacho kilikuwa kinasababisha huu uvamizi kime akitajirudia umeona, baada ya pale ndio mnakuja kutia saini na ndio maana mimi nilielewa zaidi kwenye, kwenye hilo eneo huwezi ku, ku, ku, ku, nani kufanya shortcut. Unajua kufanya shortcut ni kama vile ku, kufanyia udanganyifu mchakato, anasema kuchiti process mm. kwamba huu mgogoro umeanza mwaka elfu mbili kumi na nne unataka tu leo, kwa sababu wewe ndani ya siku ngapi uingie uumalize? wakati hata, wakati hata ulipokuwepo ofisini kwa miaka minne ukuumaliza, sasa hivi ndio uje umalize, alafu kwa, kwa kwa kujipiga tu kifuani kwamba mimi Putin ananiheshimu uh, sana. Kwa hiyo ni swala la kufanya mazungumzo ambayo ni kamili yeah. Mazungumzo ambayo yatakuwa yanaainisha yana kiini cha tatizo na majibu yapatikane, mm. Na katika kupatikana pia kuwe kuna suluhu ya kudumu kwamba bwana Uh, baada ya mazungumzo haya, baada ya makubaliano hayo, basi mambo haya hayatajirudia tena. Mi nadhani huo ndio muundo mzuri wa, wa, wa majadiliano unapaswa unapaswa kuwa mm-hmm. Asante sana Lukman Maloto, asante pia Abdu Shakur Abud, tunakutakia uh, usiku mwema. Asante sana, nashukuru kwa kunaalika tena, shukrani sana. Haya, sisi tunakutakia sasa kazi njema, tupate habari.